Je, yeah. Katika miaka kumi ana nini cha kujivunia katika biashara hii? Mafanikio yapo, unamshukuru Mwenyezi Mungu, unastirika, uadhiriki, usumbui ndugu kuombaomba eh, usiku kimbizani na watu. Cha kujivunia eh? katika biashara hii nina kiwanja Dada, mchunge mumeo, ujiamini kwako utangusha kilio, inabidi kubalia, na kwa wale wanataka. Kwa hiyo tuseme samaki aliu, ila natafunwa samaki, natafunwa. Hakuna <totipa> mwanamume mdogo kwa mwanamke, hakuna hata uwe na miaka arobaini. <totipa> Unaweza kachukua kijana miaka ishirini na tano na akakupa o. <totipa> Sawa bwana, mtaani kwetu E bwana, kama ilivyo kawaida, na hii ni mtaani kwetu, na mimi ni yule yule mswahili wako e, ambaye nimekula miguu ya kuku kila kona, huwa nafika kuangazia kwamba mtaani kwetu kuna mambo gani ambayo yanaendelea. E bwana, siku hii ya leo tupo katika mtaa wetu e, na huu ni mtaa gani? Nitapiga story na jamaa atatuambia hapa nipo wapi. E bwana, mambo vipi? Safi safi safi. Kama kawaida mzee. Kama kawa kawa. Kawa mjomba. Freshi. Freshi. Kama kawa. Kama kawa mjomba. <laughs> Nipo <laughs> na mswahili mwenzangu mtaani hapa. Eh bwana, umta unaitwaje? Oh, umta Sarajevu. Eh. Yeah. Na hapa ni Manzese Tandale. Hii hii hi Manzese. Manzese. Eh. Eh bwana, nipo Manzese hapa maeneo maarufu sana katika jiji la Dar es Salaam. Unapozungumzia Manzese, basi unazungumzia maeneo ambayo watu wanapilika pilika zao nyingi. Kama unavyoona, nipo na jamaa yangu hapa, atatuambia bwana. We hapo unashughulika nini zaidi? Ah, mimi nashughulika na kazi, kama unavyoona hapa mjomba. Unajua ndo kazi zetu za hapa, Mungu alitujalia atufanye miausho yote safi kabisa, eh tunapata riziki na kazi yetu, tunaona kama hivi, tunangojea tushushe hapa mahindi, tuna yani hey. Ndio sisi ndio yani washushaji wa elia yote hii. Ah, hey. kushusha mahindi akifika. Eh, mahindi mahindi, hey. hey, mahindi na nafaka zozote zinazofika hey. hapa hey. Hili ndo kwa unavyosikia soko, soko la mahindi hey. ndani ya Dar es Salaam. Ndio hiyo. Lazima lifike hapa, ndo ataenda kama Kenya taenda hey. kama wapi, lakini lazima afike hapa Ah. Yo, bwana kumbe wazee mnapiga hela. Ah. ah a, ni wadi mahindi yanatoka hapa, nenda Kenya, yanatokea hapa mazese. E. Ha, ha. Eh. Ha, ah. Eh. Ah, lakini mimi nataka nifahamu kitu kimoja. Ha, kuna vijana wengine wa wanataka kujishughulisha, wamekaa tu wanasema, oh bwana wa, mzazi mimi hajaniwezesha na vitu kama hivyo. Lakini wewe ni kijana una nguvu zako na upo hapa una katika pilika pilika. Wape ujumbe vijana. Ah, katika utafutaji. Jomba, katika utafutaji eh, Mungu mwenyewe ndio kila kitu. Yaani eh, kikubwa kumwomba Mungu tu. Yaani Mungu ndio kila kitu. Kwakinamuomba sana Mungu, Mungu atakujalia au sio eh? E. E bwana, mtaani kwetu, mtaani kwetu, leo tupo Manzese e, tumekuja kupiga stori na wana, kama ulivyomsikia mwana hapa anakwambia hapa wao ndio wale ambao wana wanashusha yale magunia ya mahindi kutoka huko walipotoka hapa Manzese maeneo haya ni maarufu sana kwa ajili ya shughuli ambazo zinafanyika, na akitoka hapo sasa, ndio yanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mtaani kwetu ni hii hapa, na leo tupo maeneo ya Manzese, na mimi ni yule yule mswahili wako ambaye nimekula miguu ya kuku kuhakikisha kwamba kila kona nafika, iwe Dar es Salaam, Morogoro, Tabora, eneo lolote lile bwana e, hebu tupige tu, tu, tupige story na mzo wangu. Habari mzee, salamu mambo vipi? Sawa mzee. kama kawaida, kama kawaida. we nani mwenzangu Uh, tamimu. Tamimu. Yeah. Ya. Hebu tuambie bwana, mtaani kwetu huku mambo yakoje? Mambo huko, kazi kazi tu. Eh, kazi kazi. Eh, weka gunia, maisha endelee. Eh. Eh. Wewe we we una uwezo wa kubeba gunia la kilo ngapi? Niweke sasa hivi uone hapo. Eh. Eh. Na uone kuonesha hivi hapa hizi. Ah ah. Nikuonesha hapa hizi. Wewe bwana, unaona kama umri umekwenda kidogo, wewe mia unabeba wewe. Weka hapo tuone, sasa hivi. Ah, jamani, mia anabeba huyu. Eh? Sure. Sure. Eh bwana, anabeba huyu. Hebu sure tuone tu mia bwana, jamani nyewe nye, Msije mkatafuta matatizo, mjue mimi anabeba huyu. E bwana, tuone mimi mimi anabeba, anabeba kweli bwana, eh mimi anabeba. Eh, kwa nini hii ina 90 90 80 sasa hivi nabeba kweliba mia pesa 9 kwa kwa kwa mbesa serikali na viwango unabeba kibaza, yule kweli anabeba, anabeba anabeba zake eh. Lakini kwa mfano ikitokea labda 80 hizi mbili, mtu anaweza kabeba zote mbili eh, na nguvu yake. Kwa mfano wewe unabeba ngapi? Hizo mbili hapo, mbili unabeba zinakwenda vizuri tu, hakuna mtu alivunja rekodi, labda kabeba tatu Ha, tatu hapana. Eh? Tatu. Labda liwe katika gunia moja. Ah. Eh, yaani kuna 200 na ngapi kwa katika gunia moja, sawa ni nakali linaondoka. Kile tatu hizo haziwezi kuweka. Eh, bwana mtaani kwetu. Sasa mimi niulize swali moja eh, nyinyi mnaofanya hizi shughuli za kubeba kama hivi zinafaka kutoa kwenye gari eh, kushusha au kupakiza kwenye gari eh, kuna changamoto gani hasa kiafya? Kiafya, inategemea mwenyewe kwanza jinsi gani unavyojitunza. Ukijitunza vizuri basi afya yako siku zote kazi zitakuwa inaenda vizuri. Hmm. Ile mwenyewe sasa, kama utakuwa unazingatia smart, siyo kiki. Maana kuna mtu mwingine anakuambia bwana, ni kibusti ndio kazi inakwenda, ni kibusti. Nikienda shambani kule, kama trekta. labda wewe uh, katika kufanya una busti kidogo. ah, kubusti lazima <laughs> <laughs> eh bwana jamaa ana busti kidogo ili Yeah, oh, yeah. Lakini haugusi sana ukishinda kufanya kazi. Eh, iko hivyo. Sasa mimi najiuliza kitu kimoja. mm. Unapofanya hizi kazi mara nyingi wewe mnamaliza saa ngapi? Ah, inategemea na mzigo wenyewe unapokuwepo. Sasa kama umeona kama hizo hapo. Hiyo kama ngoma ile chanika hiyo. Ndani ya saa moja, saa moja na nusu, ngoma imeisha. Ah, na unaona kwa siku unaweza ukapakia uka, uka, uka ukashusha magunia mangapi? Inategemea mzigo utakapoingia, yaani hata ziingie gunia elfu moja yeah. Sikazie kukimbiza tu na zitakaa sawa. Ya usiku mna mnaenda kupumzika. Ah, kama kawaida shemeji, sio anaipata vizuri kwa sababu ingoma hey, hizo zimeshuka kwewe. Ah <laughs> bwana, sio kweli. Sasa wewe umeshusha magunia siku hiyo ndio mahindi amekuja mengi. Umeshusha ile mahindi umeyashusha kweli kweli. Umenielewa bwana? Eh? Eh, sasa imefika sehemu mwili unaona kabisa hapa mwili umekataa. Yani mwili umekataa kwenye kushusha. Alafu na kwenda kule nyumbani shemeji yupo inakuwaje sasa ah, hapa? Hawezi kulazimisha. Ukiona sasa mwili umekataa, vijana hey, si wapo, unaachia tena vijana wengine wanaendelea na kazi wao, wanapumzika. Hey. Hey. Ah. Eh. Ah. Ewane, mtaani kwetu nipo Manzese, nipo na ndugu zangu hapa ambao wao kazi yao kubwa e, ni kushusha mahindi kutoka kwenye gari, lakini pia kupandisha mahindi kutoka chini kuweka kwenye gari pindi tu yanapotoka maeneo haya kuelekea sehemu nyingine. Na hii ni mtaani kwetu, na mimi ni yule yule mswahili wako ambaye siku zote wanapita mitaa mbalimbali e, kupiga story mbili tatu, bwana mshushaji

Eh, bwana umemsikia kijana huyu, nimekutana naye hapa mtaani hapa Manzese anatoka, nenda Kariakoo kule, katika mishemishe zake anakuambia yeye anahusika na kuuza ile maji eh, wenye maarufu kwa jina la Kandoro. Umenelewa, bwana? Eh, eh e bwana hey, kwa siku unaweza kuuza maji shilingi ngapi? Ah, kwa siku unaweza kuuza maji 2020 kwa 30 kulingana na alienyewe ilivyo na wateja. Ah, na yeye mwenyewe naye uuza ni watu wengi wanaouza. Kwa kulingana na, na ujanja wako kufanya jua kazi ndio yeah. Zidi unavyoongeza kipato kikubwa zaidi. Ikiwa mlegevu yeah. na kipato inakuwa yeah. cha chini. Wewe maana yake umepanga chumba unaishi ni kwa kutegemea biashara hiyo, ndio hivyo. Eh. E, unaambia nini vijana ambao watakujishughulisha? Ah, mimi naambia tu vijana wenzangu kikubwa zaidi e, kutafuta kutoka nyumbani wazazi e, wetu ni kupambana kutafuta maisha e, tumekuja huko kutoka nyumbani tuwasaidie wazazi wetu. Kwa hiyo kazi yoyote utakayoona ya halali ni kufanya. Kwa hiyo kama mimi hapa naona mimi nalipia kodi, nalipia e, maji e, kupitia kazi yangu hiyo ya kuuza kuuza maji A, okay sawa. Sasa mimi sijaelewa bwana, haya mahindi yanatoka wapi? Yanatoka mkoa gani Eh, yanatoka Morogoro, Iringa, Mbeya au yanatoka wapi? Kama susha, toka Njombe. Ah, na mkoa gani ambao unaongoza sana kwa kuzalisha maindi? Eh. Kigunia kama kinaweza ikafika shilingi ngapi kosti yake ni a Debe yeah. Ni mnauza kama elfu hamsini yeah. Ah, okay. Naingia debe 5 pale. Lakini kwa sasa unaonaje, una, una mahindi haya uh, kwa sasa yanatoka yeah. kwa wingi, au ndio ile kwa wingi huko tunakoyatoa? oh, yeah. Yanatoka kwa wingi ao kwa yeah. mengi, zinapakia zina pulling kama hizi kama zote na mende zinakuja mjini. Na msimu wa mahindi ukoje? uko vizuri, si ndo? kama huu wanapokimbiza, ndo kama, ndo kama kipindiki ndo msimu yeah kipindi gani ambapo mahindi yanakuwa yanaadimika kidogo, kama msimu ukip, ukipita kidogo kama miezi yeah, miwili mitatu hapo, kwa sababu yako sababu, mengine ndio yako shamba mabichi, kwao mpaka ah, e, kwa hiyo yakauke tena yavunwe, ina maana tayari hapa katikati haya yatakuwa yamesha, yamesha yamesha yameshaisha. Kwa hiyo ndio maana inakuwa wiki kidogo, kwa hiyo yale mabichi mpaka yakauke afikie haya kipande. Sasa mimi nataka nifahamu ni mkoa upi ambao eh, mahindi yake ndio mnayapenda sana, mnasema mahindi kutoka mkoa fulani, haya ndio wenyewe? oh. Dodoma huko Dodoma, Mbeya ndo kwenyewe. Sasa wasema sio kukame sio nini. Ndio kuna Kibaigwa unakujua? Kibaigwa. Eh, natoka mahindi huko. Ah, Gairo kwa mbele kidogo e, natoka mahindi huko ah, okay. baba, sawa ebwana, nilikuwa nikipiga story na ndugu zangu ambao wapo hapa wanafanya biashara ya mahindi E, wengine wafanya biashara lakini wengine kazi yao kubwa ni kushusha na kupandisha mahindi. E, umewasikia akizungumzia swala so zima la mahindi. Na hii ni mtaani kwetu, na hapa nipo maeneo ya Manzese, Manzese Sarajevo. E, bwana Sarajevo sio mchezo hapo bwana, nipo Manzese Sarajevo. Hakuna mshikaji ambaye wote amekaa tu anazuga zuga, watu wote wanapiga kazi e, kama e, kauli mbiu inavyosema kwamba kazi iendelee. E, na mama yetu rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan anakuambia kazi iendelee, na sisi tunasema kazi iendelee, na ndio maana umekuta ndugu zangu hapa kaka zangu e, marafiki zangu hapa nao wanasema wanakwenda sambamba na kauli ya rais Dkt. Samia Suluhu Hassan kwamba kazi iendelee. Na hapa kazi inaendelea, hakuna kuzuga hapa, kazi kazi tu. Nipo Manzese Sarajevu hapa <mimu> alakati kwa wakati, nimesha zoya mtani kwetu. Mgeni karibu mtani kwetu, vyatukiachanje utaondoka peku. Mbona watu wanarogana? Yani fururana, so usiku tu wananyabaeka mchana. Dada oh, oh. mchunge mumeo. Naona bagia. Ebwana, shingapi bagia? Hebu ntole moja hii <laughs> nige moja kwa nionje. Mpiga picha yangu anatamani eh. Nimekutana na mjasiriamali anauza vitafunwa mama, ambaye anasema anajishughulisha kupata mahitaji yake kila siku, hataki kukaa chini kupaka rangi, kuweka kope. Yeye anasema anapambana kujipatia riziki yake kila siku, riziki ambayo inamwezesha yeye kupata mahitaji yake, kwenda saluni, watoto wake na familia yake kwa ujumla. Atakwenda kutuambia kuhusu biashara. Unaitwa nani? Mimi naitwa Ebi Ebi. Mm. Nani mkazi wa maeneo eh? Manzese hapa baba. Mm. Mm. Wa wow, hongera. Sawa <laughs> <laughs> Sa, ndivyo. Wewe mtu wapi? Ni mtu wa Morogoro. Morogoro mm, si mgani bwana? Matombo. Naam. Ah, eh bwana kumbe mtu wa nyumbani huyu. Matombo pale ukifika mpaka kwa mzee Ngata mchumia tumbo. Ukenda kwa kina Simon Mogera kule. Ukaenda sio wapi kibungo juu kibungo chini. Unapita maeneo ya Mkuyuni. Unapita sio maeneo wapi? Matombo si mgani bwana? Matombo kangazi ah, mkangazi mm. Okay, hebu niambie hii biashara yako una muda gani? Unaifanya na miaka nayo minne, minne katika biashara yako hii ya kuuza bagia bagia, vitafunwa kwa ujumla. Unaweza ukatuambia unapitia changamoto zipi? E, changamoto nyingi kwa wateja mm siku ndio hivyo, wateja ndio hivyo, wanaweza kwa wakalalamika, bbagea ndogo inabidi mm. tunapiga kelele, bei imepanda, bei vitu vimepanda bei bay, mafuta nini eh, eh, inabidi tunaambia hivyo. mm. mm. namuuliza swali la uzushi, uzushi unaruhusiwa katika masuala kama haya. Una mume mume umetulia tu. siwezi siwezi kutulia kwa sababu changamoto bado ipo nyingi, maisha wapo, mwingine anakupa anakopa, kugawi, basi ndio hivyo, changamoto yenyewe inapokuwa mm. Eh. Unadhani ukifanya biashara hii kwa siku unaweza kujipatia faida yako shilingi ngapi? Kwa faida unaweza kaa kapata shilingi elfu kumi. Kweli? Eh. Ee bwana, kwa siku anaweza akapata shilingi elfu kumi. Elfu kumi kwa mwezi inakuwa laki tatu laki tatu. Hii kuna mtu anataki, ataki kujishughulisha amekaa tu anasema o, mungu e mungu mungu. Naye anataka aweke mkono wake pindi ambapo wee unajitoa kufanya shughuli yako, na ndio maana kuna kauli ya wenge anasema, au kuna kauli inayosema, e Mungu ibariki kazi ya mikono yangu. Ukianzisha wewe mwenyewe kishughuli chako chochote na Mungu naye ya anapitia hapo kwenye shughuli yake naye ya anakubariki. Lakini ukikaa tu sema Mungu nipe, Mungu nipe, Mungu atasema huyu kwa sababu amekosa maarifa, asiwezi na mimi nikadumbukiza mkono wangu. Mama yetu anasema shilingi elfu kumi kwa siku, kwa mwezi laki tatu. Laki tatu zinamtosha sana. Hebu niambie, hizi pesa unazozipata kwa pale nyumbani, kwa sababu na mume na nini, sasa hizi zinakuwa kwa ajili ya nini? Nachezea vikoba, ehe, nasomeshia wanangu, wewe bwana wewe, eh, kwa ajili ya biashara yangu hiyo hiyo. Nanulia madaftari. Uh -huh. Wanasoma watoto zangu kama kawaida, well, yeah. eh. Uh, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ni mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Pengine wewe ikipewa pupu pu, umekutana naye vipi pup afu yeye akakwambia hivi, wewe mama mkazi wa Manzese, hebu sema lolote juu eh, yangu, wewe utamwambia nini Rais Samia?